Ya asante yoyote ambayo uko mahali hapa, tuko live kabisa kupitia kanisa la Ufufuo na Uzima uh, na tutamsikia moja kwa moja mtumishi wa Mungu kile ambacho anataka kutuambia. Wakati tunaandaa mitambo, tafadhali share kwa jamaa ndugu na marafiki, waambie tuko live na hapa tunaluka na mtumishi wa Mungu live kabisa kupitia chaneli hii ya Koni Online TV. Kwa hiyo don't miss, don't miss. Kwa hiyo tunakusi, uh, uendelee kuwa mtulivu wakati tunaendelea uh, uweka mitambo yetu ya kuruka live hewani. Kwa hiyo nakusihi tu uendelee kusubiri mpaka mitambo yetu itakapokaa sawa, lakini pia wakati tunaiandaa mitambo yetu, tungekusihi tu kwamba uachie komenti yako hapo, utuambie, je, una mtazamo gani juu ya kanisa la Ufufuo na Uzima? Hii ni Koni Online TV. Kama ni mara yako kwanza, ningekusihi tu, bonyeza alama subscribe, kisha utani on notification na kukufanya okay. Fanya hivyo na vitu mbalimbali ambavyo mbali mbali tutakuwa tunaviachia hapa kupitia kanisa la ufufuo na uzima. Achia komenti yako hapo kwa kadri ambavyo unaweza. Mungu akubariki sana.

ya yeah, endelea kukaa katika live hii nataka. yeah. yeah. Ah, tu nikwambie kwamba wakati tunaendelea kuseti mitambo yetu, basi nikikusii tu weke comment yako kwa kadri ambavyo unaweza, lakini pia ubonyeze alama ya like tunapoweka mitambo yetu, sawa, ili tuweze kuruka live hapa na mtumishi wa Mungu Bishop Askofu Josephat Gwajima. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie uendelee kuwa mvumilivu.

Ah. We ah, <coughs> <Namambewa> ya <coughs> yeah, wana familia wa chaneli yetu ya Koni Online TV, wakati tunamsubiria Bishop Askofu Joseph Gwajima, tafadhali ningekusihi uendelee kukaa hapa ili uweze kujua ni nini ambacho mtumishi wa Mungu ataongea kuhusu mambo ya ibada ya kesho. Tukumbuke kabisa kwamba kesho ni tarehe 20 na Kesho ni tarehe ishirini na tisa, kitu ambacho tunasubiria tuone mtumishi wa Mungu atazungumza nini juu ya kanisa lake kuwekewa ulinzi na jeshi letu la polisi. Sasa leo ametuita hapa, na tukumbuke kabisa kwamba tunaandaliwa mazingira salama ili tuweze kuwa salama salmini katika mazingira haya. Kwa hiyo ningekusihi tu wakati tunaseti mi mitambo yetu hapa, ningekusii tu endelee kuwa mvumilivu ili tuje tusikie kwamba baba atazungumza nini na waandishi wa habari. Tukumbuke kabisa kwamba hii ni presi ya pili ya Bishop Askofu Joseph Atingwajima ambaye tunatiririsha live kabisa leo Jumamosi ya tarehe ishirini na nane ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Jina langu naitwa Dos Nilan wa Cone Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusii tu bonyeza alama ya subscribe, kisha utani oni notification na kukufanya hivyo, utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali tutazokuwa tunaziachia hapa, ningekusii tu mwanafamilia ambaye unatufuatilia hapa achia komenti yako eh, kwa kadi ambavyo unaweza lakini pia kutusaidia, ili network ikae vizuri, endelea kulike pamoja na kukomenti ili tuweze kusubiri tuone kile ambacho Mungu amemtuma mtumishi wake aweze kuja kusema na sisi. Achia komenti yako hapo nami nitakuwa nikiisoma moja kwa moja hapo niambie pia unanitazama kutoka wapi. Leo tupo katika kanisa la ufufuo na uzima tukiluka live kabisa kupitia chaneli yetu ya Koni Online TV Watch Your Dreams. Network imekuwa changamoto, network imekuwa changamoto, mwanafamilia wa chaneli yetu, lakini tungemsihi tu, endelea kumwomba Mungu hapo network iweze kukaa vizuri na kuweza kurejea mahali pake, ili tuweze kusikia nini ambacho mtumishi wa Mungu atakisema mahali hapa. Tukumbuke kabisa kwamba ataongea na sisi muda si mrefu. Kwa hiyo tungekusihi tu ili network iweze kukaa salama ili uweze kuona mazingira hapa ucomment kwa kadri ambavyo unaweza. Network leo ipo chini sana, mwanafamilia wa chaneli yetu. Kwa hiyo kwaio tungekusihi tu, endelea kuwa mvumilivu wakati tuna seti mitambo ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea maeneo haya. Kwa hiyo tungekusihi tu uendelee kucomment kwa kadri ambavyo utaweza ili network iweze kujua ya kwamba tuko kwa live muda huu na ningekusihi tu uendelee kuwa mvumilivu wakati tunamsubiria mtumishi wa Mungu. Barikiwe sana Cone Online TV, watch your dreams Watumishi wa Mungu, ningekusi tuendelee kuwa mvumilivu wakati tuna iseti mitambo, lakini hapo ulipo pia Tuombe kwa Mungu ili tuweze kuruka katika lavu hii kwa sababu changamoto hapa zimekuwa ni nyingi sana kuliko kawaida. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa uvumilivu wako. Lakini kitu ambacho tunaendelea kushauri ni kwamba endelea kucomment kwa kadi ambavyo utaweza, lakini endelea kulike ili mtandao uweze kukaa salama salimini ili tuweze kuja kumsikia ni nini ambacho mtumishi wa Mungu atakizungumza mali hapa. Mungu wa mbinguni akupe roho ya uvumilivu na Mungu wa mbinguni aweze kukusaidia ili uweze kujua ni nini ambacho mtumishi wa Mungu atataka kuzungumza leo. Na watu wote tukumbuke kabisa kwamba hii ni plesi ya pili, kabla ile ya kwanza ambayo alizungumza kuhusu habari za utekaji. Lakini hii plesi nyingine hatujui ni nini ambacho Mungu atazungumza. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana, na uendelee kuwa mvumilivu mpaka mitanda mtambo yetu itakapoendelea kukaa sawa. Koni online TV, watch your dreams, tunakwambia tuko pamoja na wewe hapa lakini tunasima ombi yako, support yako uendelee kuiachia mahali hapa, ili tuweze kuja kusikia ni nini ambacho mtumishi wa Mungu atakizungumza mahali hapa. Ubarikiwe sana. Mtandao kwetu umekuwa ni changamoto, tunaomba razi, tunaomba razi. Uh, wakati tunaendelea kuseti mitambo yetu, mtumishi wa Mungu mahali hapa bado hajaingia, lakini tunatengenezewa mazingira salama salmini kwa sisi waandishi wa habari kukaa. Kwa hiyo tutaluka moja kwa moja na waandishi wa habari mahali hapa pamoja na mtumishi wetu ambaye Mungu ameweka kitu cha ajabu ndani yake. Kwa hiyo tungekusi, tuendelee kuwa mvumilivu wakati mitambo yetu inaendelea kusitiwa, ndugu yangu mwanafamilia wa chaneli ya Cone Online TV watch your dreams, endelea kwa kutusupporti kwa kuendelea kulike kucomment, tupe neno moja msii um, Mungu hapo mahali ulipo, ya kwamba Mungu afanye jambo mpaka mitandao yetu iweze kukaa sawa, kwa sababu leo tunapata itilafu ya mitandao isiyo ya kawaida. Kwa hiyo hapo ulipo endelea kutombea ili tuweze kuja kumsikia mtumishi wa Mungu atasema nini juu ya vile alivyoambiwa na Mungu aje aseme na watumishi wake hapa. Ubarikiwe sana, naendelea kuwa mvumilivu.